Dotto msanii bwana, wanawake wengi sana mm, wamekuwa wakimtafuta wengi, wakitamani kuwa na mahusiano naye baada ya kupata jina, na kuna wengine walijitokeza <laughs> kabisa. Hicho ndo lichokiacha <laughs> hata hata kutuburuga kwenye mada yetu nzuri kabisa. Lazima kuwasema watu <laughs> hey, acha bwana. Mwana habari hapa <laughs> tujaje kuwasema watu one hapa sasa hivi. Nimekwambia ni watu wana hela, wacheni wafurahishe nafsi zao <laughs> enavija mbabu mtu yeah. Hey, utaki kumsema mtu mabaya, uwezi jua hivi wewe kwenye unataka kipindi mwambie atulie kwanza hivi vipi? Sasa hivi ngoja nikwambie huyu bado kijana kama mm. anavyojeti na under 18 eh, wengi watamuulizia kwa sababu mm. maisha ndio yalivyo, mm. hata mm. mimi nilipokuwa naanza babu, mpaka nazeeka nauliziwa eh, mm. na kwa huyu mm. mimi tu umri huu miaka 50, nauliziwa mm. wewe mzee, vipi? Mbona uko kimya? Mbona mm. mm. sija kuona mm. sasa. Si vitu vya kawaida hivi babu, mimi alikuaje babu, mimi alikuaje? Ah, hebu acheni kumuuliza huu vitu vya ugombanishi. Babu mimi alikuja kukusalimia kama wasanii wengine yule, eh, ni dada msanii wa zamani eh. acheni comment zenu, kila mtu anapungufu yake, hata akiwa anamuiba anamuiba maisha maisha kawaida. Yeah. Kwa hiyo alikuja kutusalimia akamkubali. Mbona tulienda vizuri kala la nchi yetu? Maisha mm. yameenda. Hatutafia yeah. kumdisi mtu hapo jamaa wala yeah. mbali. Dotto Dotto kwa nini ni Ah, samahani bwana. Naona interview imeishia hapo. <laughs> interview <laughs> ishi hapo. Kupendeni mkuja nyumbani. Ndio kupendi lift na gari langu interview ishi hapo matajiri. Samahani, Mungu ndio kila kitu hawezi kuninyima yule. Angeni nyima mkinikuta na malori mawili yamepaki hapa na nimepanga vizuri hapa, ndawa zimejaa. Mm. Unaona, nyumba ina riski wageni wengi. Sasa tena hataninyima nini. Mm. We, mwenye kingi kingi, mwenye kidogo kidogo, yeah, maisha ndio yale yale, na wote tunaamka pamoja mm -hmm, sawa. Kwa hiyo maisha ni yale yale, hakuna anamnyima mwenziye, ni Mungu tu mm -hmm. Eh, ye kama anaona watu wanawanyima aendelee mm -hmm. Maisha yetu ndio haya mm haya -hmm. Sisi hatuna kufeki maisha. Eh, Dogo Rema vipi, mpaka mikaaje muziki hivi yule aazimejaa hivi ndara zimejaa hivi, aninyime riski? Wageni wengi nyumba ina riski nyenye <laughs> <laughs> <laughs> wageni <laughs> <laughs> nini. Yule mtu mjinga kichwa mviringo kama anaweza kuninyima nini? Anajisumbua na fitina zake, anasema ana mkono mrefu, anajisumbua na fitina zake. Duniani kila mtu anataka kupata, hata nyema kupata <laughs> mm kwa hiyo mwenzio, ukiona kaitwa na mtu ambaye alikuwa anakuita yeye maisha ya nyuma, hmm. mwache yeah. labda mtu anabadilisha mifumo, anaona ngoja nami nimpe riziki. Wewe riziki we, yako tayari ishaisha, hmm. kwa hiyo kutunyima chochote ni Mungu yeah. ndio maana narudia tena, wageni wengi namna hii, ananinyima nyenye wageni wangu hmm. nimefurahi kunitembelea nyumbani kwangu okay. kuna watu wanamwomba tangu na habari mmoja aje hmm. dunia imwangalie nyiye mmekuja karibuni ishirini hapa thelathini kwao nafurahi upendo yeah. Kwa yule tumwache na ujinga wake mm -hmm. tuendelee na yetu ni mtu mjinga anaweza nikasema ndomana hey, kind of aasemaga mwanzo wa chuki. Ndiyo. Rema yeah. hey, ulifarijika kwa namna gani raivani wakati alifanya mahojiano akafanya akapiga freestyle radio pale katika freestyle zake akasema, yeah. Mwisho akamalizia sijui, alafu na Tornado yeah. Dogorema yeah. ifanyika kwa namna gani sasa? Nilikwambia ah. kitu yeah. Yule sasa ndo anampenda huyu balaa yeah. <laughs> hapa yeah. tu yuko bize na leo mimi nikumbusha, nitampigia yeah. yeah. maana simpigia, tulikuwa kwenye mambo yetu ya kampeni Raivani yeah. anamkubali, atapiga na collab muda wote yeah. yeah. Kwanza kila nikikana anauza Dogorema yuko wapi, yani Raivani anaumia anapomwona huyu mm. Kapoa sio? Unanielewa, Raivani mm. anampenda huyu, yaani anavyopoa huyu, Raivani anaumia. Raivani, mimi kabla hajanipa dola zangu dugirim yani ndio kitu chake cha kwanza, kwa hiyo ni upendo. Ndio maana taivoenda studio kwa mdogo wangu kule Zombi akaimba ali kolabo, yani aamini, yani s mm. kwa sababu ni mwanamuziki mkubwa Levani kashavuka, anavoona kipaji cha simjanja. Sasa hii hela e, hii sasa anajua hii hela, maana naipa ukaribu mapema. Dogo Rema, sema neno hapo Anamoyosm toka mwanzo ananifatilia, ni mtu ambaye maana ee maana support ndiyo maana hivyo toka mwanzo wo nam hatai lazima tutafanya jambo. Yeah. Hmm. Msanii ambaye ana bahati Doto kupata blessing ya kaka zake na dada zake ambaoa siku ya sound check ya Yanga Day alikutana na Zuchu tukapiga story. Ah, ah, huyo si ndo milionea trilioni mwanamuziki wa kike mwenye mahela yake. Kwanza wale kwanza wale unajua, kumbuka wameniajiri Wasafibeti yeah. munio Wasafibeti kwao, nikimwona Zuchu najua ndo bosi wangu, najua nikimwona Diamond najua ndo bosi wangu, kolabo muda wote kwa sababu kaniajiri Diamond, Diamond mke wake Zuchu yeah. kwao, nikiona wote najua ndo wasafibeti hela ile yeah. kwao mi ntavoaona wame kwanza jua ni, ni, nimeajiriwa pale yeah. wale ni watu wangu mm. Kwa hiyo siwezi kuongea lolote zaidi ya kuwafariji na kufurahi. Ndio maana hapa naitangaza Wasafi Bet mm. Eh, bila kusahau jamani Wasafi Bet ndio habari ya mjini mm. Eh, mweke hiyo mm. Wanahabari nahisi mm. Dogo Rema <gibu> sidhani si, kama asiye tambulisha weke Wasafi Bet ndio kila kitu ikate uone, nimekusikia wewe bina kata hapa tangazo langu la Wasafi Bet uone, kata hapa Sawa Dotto, sisi tunatupeleka mahakamani, acha <laughs> hivyo vitu. Wasafi Bet ndo kampuni kubwa ya kubeti ulimwenguni. Sahihi sahihi, ulisema Dotto Magari yeah. Uh, tunatamani tuna, pia tumuone Dogo Rema asiingie kwenye yale matabaka, kwa sababu tumeona kama hivyo amekutana kina Nandi, kina Zuchu tayari, lakini bado hatujamwona na kina Alikiba, hatujamwona kina Harmonize. Ah, ngoja nikwambie. Uh, umeongea uh, swala zuri, kila mtu um, ana muda kukutana naye yeah. Harmonize ndo mdogo wangu, ana hata shida, akimwona yeye okay, anamkubali oh, um. Yaani ana Asa Alikiba ndo usiseme kabisa mdogo wangu ndo Alikiba mwenye nidhamu mm. akimuona wana na baasha hapo hapo. Mm. Mda. Yaani bado watu hawa ni mmalize wamalize wasanii wote. Mm. Harmonize na Alikiba. Mm. Na wote wale natenda nao nacheza na mda. Nitapokuwa mm. kutapo hapo nitapokuwa nayo mm. nimemaliza kazi. Kwa sababu wote ni wadogo zangu wa starabu hawana shida. Mm. Eh, hey, tena Alikiba ndo kabisa atapiga ile kolabo hapo hapo. Mm. So. Alisali tena na hivyo kwa stajili bwana ana shida. Mm. Eh, hey, ah msanii wa mjomba Dotto huyu. Mm huyu msanii wa mjomba Dotto Alikiba, ah, lazima mkubali eh hey, ana shida hey, tunaongea Alikiba, tunaongelea msanii mwingine wa mbali wa juu zaidi. Kwa hiyo mm. hey, ni maisha yetu ya upendo, hatuna matabaka. Mabadiliko ya muziki unayaona Dogo Rema, nimeona sasa hivi kuna sound inabadilika, wanaimba kina Mario, mfano hata wimbo mpya Harmonize Kidedea aji uh, melody, mfumo fulani hivi kama singeli fulani, lakini imechangamka ya kisasa. Ni nini? Mapiano, mapiano ma kwa hiyo usimbadilishe mm. Kila mtu na staili yake. <laughs> Sawa, mwaka ushaanza. Ndio, kwa hiyo naye aimbe kama tufudenki huyu mm. anaimba mapiano tu. Vipi bwana, wewe nani nani? mm. Wewe nani bwana, wewe nani nani nani? wewe nani? <laughs> <laughs> uh, nani tena nani tena nani nani nani nani? <laughs> hey, hey, nani alikuwa yupo tena unamleta nani bwana? hey, nani, mimi nakukubali sana hey, hey, naba right. right. right. right, piano tu piano tu, na vitu vingine vyote vya kushekisheki mm. hey, hey. sisi bado jamani yeah. nani nani mm. nanisawa na, na. <laughs> Dogorema Dogorema, kwanza pia sisi tukupongeze pia, kwa sababu una <laughs> consistency pia na Dotto Magari kwenye historia yako ambazo zilihusunisha watu ni kwamba ulikuwa unaishi kwa shemeji yako. Sasa hivi uko na Dotto Magari, maisha ni mazuri na nini, hadi alifanya mahojiano yale, mahojiano ambayo ulifukuzwa. Subiri Dogo Rema, si kuna mahojiano ulifanya kwao, umefukuzwa ukawa unaishi Ubungo, sio hivyo? Mi nataka kufahamu, nataka kufahamu

Wana habari piga kelele, piga twende mwa interview eh. Vitu vya kidunia hivyo lazima vizoee, kama anaambiwa mziki hauonekani mwingine anasema unaonekana kwa shemeji, vitu vya kawaida sindokaaso. Jamani, mbona tukdeke umepitia magumu kushinda ya huyu sikoa, ukapitia kwa shemeji, kafukuzwa kaondoka, karudi. A wana habari kiboko, mimi naomba interview ishe.